Mimi hesabu yangu sasa niliyokuwa nayo ni 216. Hawa watu 160 waliongezeka, wewe na DC na undeni, undeni, undeni kamati hata ya ziada, ili tuchore mia tatu themanini tumalize. Huyu bwana hapa kiwanja hichi alichokuwa nacho amesema, akiongeza labda ekari 150 eh, akafanya mabadiliko kidogo ya nani, tutajua namna akufanya, lakini watu wanaokuja hapa ni watu wa hanga na kuomba diwani ukae na watu wako, waambie atakayekuja hapa hana ruksa ya kuuza hili eneo. Nilisema siku ile mbele ya Waziri Mkuu, akija mtu hapa akasema yeye anakuja anachukua kiwanja hapa, alafu baada ya miezi miwili tunamsikia anauza, hmm. huyu aliyekuja kununua ka kachomekewa uziwa mbuzi kwenye gunia. kabisa Haki ya Mungu nakwambia, kabisa, atakayekuja kununua kiwanja cha wahanga kauziwa mbuzi kwenye gunia. Maanake eh, hiki kiwanja serikali imetoa kwa ajili ya kuwanusuru watu balaa. hmm. lakini wewe umekuja umepewa kiwanja umenusuriwa balaa la, la mafuriko kule chini hapo, unakuja kukiuza. Kuna watu hapa wanafikiri wanajipanga, na hivyo hiyo idadi inayoongezeka. Mimi nasema kabisa viwanja hivi haviuziki masuala ya maji yanamalizika, barabara muandisi, mkua mkua, huyu ndio muhandisi mkuu wa mkoa huyu, nani mkuu wa ardhi wa mkoa, na yuko nani wa umeme, wa umeme TANESCO yupo tumeongea naye, anakuja eneo hili. Huduma zote hizo nne zitakuja haraka iwezekanavyo, na viwanja vitagawika. Mimi nitatoa viwanja vyote hivyo mia tatu na themanini, lakini naanza na mia mbili na kumi na sita vilivyokuwepo. Mimi juzi, mheshimiwa waziri mkuu alikuja Morogoro nilimwahidi kwamba leo Jumatano nitakuja Tindiga kuja kuangalia maendeleo ya ile kazi, na kwa maana leo au kesho nimrejee nimwambie kazi inakwenda. Lakini i hey watu wameongezeka na na bii tulikuwa hatuna uhakika wa eneo, lakini leo tumethibitishiana kwamba eneo lina linatosha. Kwa hiyo kazi ina, inaendelea.